Mimi naitwa Hassani, hmm. Baba Zari, yaani unavyosikia Hassan senior ndio huyu, yaani ile Hassan kutoka kwa Zari huyu ndio senior mwenyewe, na huyu hapa kushoto kwa mama mdogo, mamake mdogo. Okay. Saa so, udada wake Zari ebana wa wa Madina Madina. Wangapi Hassan? Ma Madina Hassan. Madina Hassan. Okay. Kwa hiyo kuna baba Zari, uh, mwanae na mama yake mdogo. Kwa hiyo labda baba, hmm. tunaweza tukazungumza kidogo? Hakuna shida. huu uh, msiba umekugusa namna gani? Msiba unanigusa vibaya. Hmm. Kwa uli wakati, wakati nawanza kusikia ati mtoto wangu anetereza ndeo, kutokea kwa ajari ya presha akaanguka chini akachukuliwa sipitali akakuwa kwa intensive care. Wakati huo nilikuwa kwa safari nilikuwa nienda Nairobi kwenda kumwolea mtoto wangu mungine bibi, ah, ndeo, ndeo. Sasa wakati Tangu nipate hiyo maneno ya kusikia tena anguka, hmm. semani kidogo hmm. ah, kwa bongo mnaoangalia, unavosikia bibi ni mke, alikuwa ameenda kumchekia mke, ndio anachomaanisha, sio bibi kwamba ni bibi ni mke, ushaelewa? Nenda kumwelea mke mtoto wangu kijana mwingine. Sasa ule kijana wangu mwenye alikuwa naishi na Ivan, ndio kule South Africa, ndio alinipigia simu Baba Zari, bwana ya Zari anaanguka chini mm. lakini atene, kuna msipa moja kwa kichwa inepeleka damu katika ubongo, ubongo. Mm. kutoka wakati huo mm, walikuwa wakinipigia masimu wanaambia huyu hali yake si nzuri si nzuri si nzuri mm, mpaka mwisho mm, wakaniambia ati wanemchukua wanamchukua operation mm anamaliza huko karibu masaa wa kumi na mawili wakamtoa. mm. Wakasema baada ya jarudi juu, baada ya jarudi mpaka masaa wa ishirini na ine mwisho wake mpaka kutoka mpaka siku hiyo ndio mwisho wake, tena huko namaliza siku ine Nairobi Ndeo. Kurudi hapa nilikuwa ni turudi siku ya Jumapili. mm. siku ya Jumatano kulikuwa mm. tunafanya kupika ile inini, chakula nini, chakula tulipika nini ile chakula mwenye tulipikia wageni walimaa, wakati tulikuwa kwa walimaa, yani kumpa wale wenye walisindikiza Mdia. msichana yao pande hii tuwape Mdia. kaweli, wakaniambia au huyu naye sasa Mungu anemwita nefariki. Sasa kutoka siku hiyo bado sijarudi nyumbani mpaka Mdia. saa hii tuko kwa maombolezi mpaka Mdia. saa hii hapa, siku za leo tunaenda kumweka Mdia. kwa nyumba yake ya mwisho, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungu amjalie Saudi, hakuna mwenye anazungumza kwake vibaya Mdia. Kile kila mtu anasema alikuwa mtu mzuri katika watu, kila mtu anazungumza jambo jema. Hiyo maneno ingine kidogo kidogo itirafu mm. ni midomo midomo tu za watu, lakini hakuna shida ingine basi. Alafu anasemaga tembo sijui hawezi kutishwa na nini na vijineno vi, vi, vya nini sijui, au sio? Tuongee na ma, ma, mama mdogo hapa, uh, labda mama we ni mama mzazi wameweza ku labda kuna kama mambo mawili matatu hivi matatu au matano naweza ukayakumbuka toka kwa marehemu, labda mlikuwa mnacheka wote sisio? ah, lazima kinakuweko, akikuta anakutolea mm, salamu, anakuuliza mm, mkoje, hali vipi? Mm, alikuwa mtu wa furaha sana na mtu anazoea sana watu kwa haraka ya okay. Ndio hivyo tu amna chingine. Ya, okay. yeah, tumesikitika sana kwa kifo yake, mm, tumeumia mm, sana maanake mm. Ya, labda nikuulize jambo moja, katika enzi za uhai wake, a, uh, ipo, kuna kitu gani ambacho nakikumbuka, ambacho nakikumbuka juzi juzi? Alikuwa hapa Uganda, kwenye Nsambia, kwa watoto yatima kule hapo mm, ndio fasi namkumbukia sana tena sana hapo mm, mm. Kila nikikumbuka hiyo, mimi mwenyewe nasikia mwili wangu inayayuka. Mtu Nuna, jana tulikuwa na tuna sisi mkufu mm, jana mtu alikuwa mzima, sahi si yeye tena. Hiyo mm, yo, kitu inauma sana. No, speak a lot of no, you so mdogo mtu Madina anaitwa wongo amaona anavyokumbuka jina lako, mi mkali man. Sasa tunazungumza na Madina hivi, atuambie japo maneno mawili au matatu mambo makubwa ambayo anayakumbuka kwa marehemu late, when they had just got their first son mm. Pinto Pinto yeah. he came home mm. he introduced themselves mm. he was just a very good and very nice guy mm. so nice mm. he loved us very much we loved him mm. whatever other substances mm. may happen he was always there lakini kama unavyojua ni kwamba yani, tupo kwenye sehemu ya majonzi, watu wanaendelea kusikitika, tunaomboleza, na kwa mtu ambayo anamjua unaweza ukahisi au na kwa uka feel hisia za dada ambayo anazipitia sasa hivi, ni kwamba wakati anamzungumzia marehemu ameshindwa hata kuendelea kwa sababu ya jinsi anavyomkumbuka alivyokuwa mtu mzuri. Amejaribu kueleza mfano mmoja, ambao siku alivyokuja uh, kutambulishwa nyumbani na walivyo pia apata mtoto ule wa kwanza, pinto first born wao. Yani ni kila mtu alimtreat, yani kama ni mtu ambayo anahitajika mtu wa muhimu, sio kudharau watu au sio bana, kila mtu alikuwa anampa heshima yake. Umeona bana. Sa so ndo hivyo vitu. IOTV pamoja na millardayo.com tuko live ndani ya Uganda, tukikuletea live update tokea hapa hadi pale saa kumi ambapo marehemu atakuwa anawekwa kwenye sehemu yake ya milele.